Waziri mkuu wa Israeli, Benjamin Netanyahu, amekaidi amri ya Mahakama ya Kimataifa ya Uhalifu wa ICC na kusafiri kwenda nchini Hungary kwa ziara ya siku nne, licha ya ICC kutoa hati ya kukamatwa kwake kwa madai ya uhalifu wa kivita huko Gaza nchini Palestina. Hungary, ambayo ni mwanachama mwanzilishi wa ICC, inapaswa kisheria kumkamata na kumkabidhi yeyote aliyetolewa hati na mahakama hiyo. Hata hivyo, Waziri mkuu Viktor Orban ameweka wazi kuwa Hungary haitoheshimu uamuzi huo. Netanyahu anatarajiwa kukutana na Orban jijini Budapest leo Jumatano Aprili 2, 2025 jioni. Maelezo ya ratiba yao yamekuwa ni ya siri, isipokuwa ziara ya kwenye eneo la kumbukumbu ya mauaji ya kimbari ya wa Wayahudi kipindi cha vita ya pili ya dunia. Ziara hii itakuwa safari ya pili ya Netanyahu nje ya Israeli tangu ICC ilipoamuru kukamatwa kwake pamoja na aliyekuwa Waziri wa Ulinzi Yoav Gallant, amri ambayo ilitolewa Novemba mwaka jana. Waziri mkuu huyo wa Israeli alitembelea Washington Marekani mnamo Februari kwa mkutano na mshirika wake wa karibu, Rais Donald Trump wa Marekani. Israeli na Marekani si wanachama wa ICC. Mahakama hiyo yenye makao yake ya Hague, nchini Uholanzi imeikosoa Hungary kwa kukaidi agizo lake la kumkamata Netanyahu. Msemaji wa ICC, Fadi El Abdallah, alisema kuwa si jukumu la wanachama wa ICC bali ni kuamua kwa hiari yao uhalali wa uamuzi wa mahakama hiyo. El Abdallah aliliambia Shirika la Habari la Associated Press kwa barua pepe kuwa mataifa wanachama yana jukumu la kutekeleza maamuzi yake na yanaweza kushauriana na mahakama endapo hayatakubaliana kub, haya na maamuzi hayo, nanuku, mgogoro wowote kuhusu majukumu ya mahakama utatatuliwa kwa uamuzi wa mahakama, alisema El Abdallah, mwisho wa kunukuu. Orban amekuwa kikwazo kikubwa katika maamuzi ya Umoja wa Ulaya EU na anatajwa kuwa mtangulizi wa mbinu ambazo Netanyahu anashutumiwa kuzitumia nchini Israel, zikiwemo kudhoofisha uhuru wa mahakama na kuwakandamiza wanaharakati wa haki za binadamu na mashirika ya kiraia. Chama cha Kijani cha Ulaya kimetoa wito wa Netanyahu kukamatwa na kufikishwa mbele ya mahakama hiyo ya ICC, na nukuu Umoja wa Ulaya na serikali za kitaifa zina jukumu la kulinda sheria za kimataifa na kuhakikisha uwajibikaji wa uhalifu kwa kivita na ukiukwaji wa haki za binadamu, alisema mwenyekiti mwenza wa chama hicho, Kieran Kufe katika taarifa yake kwa umma. Kwa kupuuza hati ya kukamatwa kwa mahakama ya Mahakama ya Kimataifa ya Uhalifu dhidi ya waziri mkuu Netanyahu, Victor Orban anaonyesha dharau ile ile kwa utawala wa sheria katika jukwaa la kimataifa kama anavyoonyesha nchini ya Hungary, aliongeza Kufe. Mwisho wa konoko. ICC ilitoa hati ya kukamatwa baada ya tathmini kuwa kuna ushahidi wa kutosha wa kuamini kuwa Netanyahu na Gallant walikusudia na walifahamu kwamba waliwenyima raia wa Gaza mahitaji muhimu ya maisha yao yakiwemo chakula, maji, dawa, mafuta na umeme. Israeli imekataa madai yote yakidai kuwa yana lengo la kisiasa na yamechochewa na chuki dhidi ya Wayahudi. Endelea kufuatilia Mwananchi Digital kwa taarifa zaidi kuhusiana na sakata hilo. Jina langu ni Mgongo Kaitira.